Mtazamaji wa Global TV, migogoro ya ardhi imekuwa mingi sana sasa hivi nchini. Watu wengi wamekuwa wakidhulumiwa viwanja, lakini wengine wamekuwa wakidhulumiwa mashamba yao. Sasa leo hii hapa nimekutana na mzee wa zamani kidogo, amedhulumiwa uh, kiwanja chake katika eneo la Mbezi Beach hapa jijini Dar es Salaam. Lakini baada ya hapo sasa kiwanja hicho kimemilikishwa mtu mwingine, na baada ya ye yeye sasa kwenda kukidai kile kiwanja, amekuwa akizungushwa, akipewa sababu, na wakati mwingine amekuwa iko kiwanja akikutana na mabaunsa ambao wamekuwa wakimzuia ama kumkataza, na hata baada ya kulifikisha kwenye mamlaka husika walimwambia kwamba eneo hili uh, limerudishwa kwa mheshimiwa rais uh, jambo ambalo anadai kwamba si kweli kwa sababu uh, sheria ama taratibu zote za mheshimiwa rais kuvichukua viwanja hivyo zinajulikana. Kwa hivyo anamwomba sana rais wa jamhuri eh, wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan aweze kumsaidia kwa sababu ana uhakika kwamba viwanja hivyo hajavichukua yeye na huenda kuna sababu ziko nyuma yake. Mimi naitwa Mohamed Asmani Pongwa na kumbukumbu kumbu zangu ni kwamba hapa niliona, maga, niliona tangazo kwenye magazeti kwamba kuna viwanja vimepimwa elia ya Kilongowima miaka naani elfu moja mia tisa themanini na tisa. Matangazo haya yalivyotoka, nikaenda mpaka ofisi ardhi na nikachukua ofa nikaandikiwa ofa na nikapewa kiwanja mia tatu arobaini na tisa utaratibu wa zamani, baada ya kupata ofa unalipia, baada ya muda fulani, kama miaka mitatu minne, ndio napewa hati. Na nikapewa hati hii hapa halisi ya kumiliki kiwanja hiki baada ya malipo yote ya serikali, na hati zangu zote ninazo. Sasa baada kupata vitu hivyo vyote, mimi nikuwa mtumishi wa TANESCO nikahamishwa hapa Dar es Salaam. Nikenda mikoani Sasa wakati nataka wakati niko mikoani iki kiwanja huku kikaanza kuva watu kaanza kukimezea mate. Sasa mimi niko mikoani lakini ikaja wakati mmoja hawa jamaa wanawafahamu ndio nakuja hapa mabau nataka kunipiga. Wewe kuingia hapa ndani na mpaka leo wapo, hapo. Sasa nashangaa hawa wamehamia wame pale vipi Eh, nani kwa hapa kile ke, ke, kiwanja wamepima vipi wamejenga vipi kwa kibali gani? Na, sasa hii hati mimi nimepewa miaka 99. Hii hati kama, kama sasa hivi anaambia hicho kiwanja kimefutwa kiko chini ya rais. Lakini rais huyu ndani kuna mtu mmoja ndani anakaa. Eh. Kwa kuna mtu amekaa hapo na wewe hati bado unayo? Mimi hati nayo na yule mtu yuko pale na nikienda kufanya search. Nimekwenda kule ardhi kufanya search bado yupo. Sasa sasa, sasa mimi ni naomba ni muone Mheshimiwa Rais nijue utaratibu gani umetumika kunyang'anya kiwanja changu ambacho mimi na ndaruhusu miaka tisini na tisa, na mtu akisale akinyang'anywa kiwanja si anapewa barua, kama kiwanja changu kimechukuliwa na rais hasa. Mi sijapata barua yote, na kuna mtu mpaka leo amekaa pale. Kwa hiyo mimi kwa unyonge kabisa, na kuomba rais wangu, rais wa wanyonge, Mama Samia Suluhu Hassan, watu wako waliowaamini kazi ya ardhi wako wengine sio waaminifu, hawana hofu ya Mungu hawa watu wanazama ya maslahi yao, wanawapa watu wanawataka wao viwanja, wanatunyang'anya watu wenye haki. Mimi naomba kiwanja changu mia tatu arobaini na tisa Jangwani Beach kilonga wima. Huyu mvamizi bado yuko hapo. Huyu mvamizi aondolewe, nirudishiwe ardhi yangu. Wanataka kutugombanisha rais wangu na, na sisi wa raia zako tuliokuwa chini, kwamba rais unapora viwanja, lakini watu wanaokaa pale ni watu wao wanatumia jina la wa rais, kiwanja kimefutwa, kumbe kiwanja wanataka kumpa mtu mwingine. Na kuna mtu hapo ameweka uzio, ana baunsa ameweka kiwanja changu. Na kiomba rais unisikilize sana, naomba msaada wako rais wa wanyonge. Waziri kama unanisikia, waziri wa ardhi, waziri wa ardhi nimekuona Sinyanga wapi, Handeni kule, umesaidia watu wanyonge. Naomba na mimi mnyonge mwenzio unisaidie. Sasa kwa historia kwamba mimi ni sasa hivi na miaka inakaribia thamanini. Sasa kwa historia, watu wa Sumbawanga wananijua mimi ndiyo nilikuwa meneja wa kwanza wa TANESCO Sumbawanga, ndiyo nimesambaza umeme Sumbawanga mwaka thamanini na mbili nimekaa pale thamanini na tatu nimekaa pale thamanini na nne nime nimekaa pale, wazee wa Sumbawanga wananijua. Jamani, mimi sija, sijatumikia taifa hili Eh, wazi wa Sumbawanga mnanijua, kina mzee Nkoswe, eh, wakati ule eh, wote, uh, viongozi wa zamani wa, wa, wakina Askofu Mtia, kila wananijua mimi mtu wa Sumbawanga, nimetumikia Sumbawanga, nimeleta umeme mpaka leo. Na sio Sumbawanga, nimekwenda mpaka Mpanda, wakati ule ulikuwa mkoa mmoja, nimepeleka umeme Sumbawanga. Sasa mimi jamani, haki yangu ndio kuja kunyang'anya kiwanja na watoto wadogo wa miaka 20, bando wa chama? Mimi nimeingia mwaka 69 nimeingia 69 mimi, chama cha tano. Wakati huo mimi niko JKT. mm -hmm. Wewe tulikuwa askari zamani bila kwa aska, kwa, kwa nani, JKT mm -hmm. mimi nimefanya nimefanya JKT ya ile ya, ya lazima ya, ya, ya kuwajibika ile, mm. Halafu mimi nimekuwa jeshi pia, nimefanya miezi sita officer cadet eh, nimeshindwa tu mazingira jana. Nimeni mzalendo wa nchi hii, ni mzalendo na uchungu na nchi hii, vijana wote watatuweka pabaya Mama Samia una watu ambao sasa hivi wengine sio waaminifu, hawana hofu ya Mungu.